Eti nasikia unafanya biashara ya kuuza wasichana, ni kweli? Wa binti wewe, aliyekuambia mimi najihusisha na hizo biashara nina kwani? sili mtani kote wanajua kama unafanya biashara ya kuuza wasichana. Haya, hata kama najihusisha na hizo biashara za kuuza wasichana, wewe ulitaka nikusaidie nini? Mimi nilikuwa nataka uniunganishe na ama bwana. Kwa hiyo, Feti, umetoka huko ulipotoka kuja kunitafuta mimi, nije nikufanyishe biashara ya kuuza huo mwili wako? Unahisi biashara ya ngono ni sawa sawa na biashara ya kuuza maembe sokoni? Ka ukijua hii biashara, wewe hujipangii matumizi, yule anayetoa pesa yake ndo atapanga akutumie vipi huo mwili wako. Na kwa ninavyo kuona, wewe bado ni binti mdogo sana, utawezaje kuhimili hii mikiki mikikimikiki ya mapenzi ya kulazimishwa? Maana hiyo tunaita ya kufosi. Utawezaje kuhimili dada? Udogo wa mwili tu, ila kwenye sekta ya mapenzi amna nisichokijua Nimekuja hapa nataka tuzungumze, tuelewane vizuri tu, tumalize yaani, tofauti zetu zote, mimi na wewe. lengo kubwa la mimi kunileta hapa, nimekuja kuomba msamaha zidi ya yote niliyoyafanya kwako. Ninajua nimekusumbua sana, nimekukosea, nimekukarahisha vya kutosha, lakini leo nimekuja kuomba msamaha, unisamehe sana. Na kwa nini nimekuja kufanya hivi? Nimekuja kufanya hivi kwa sababu najua kabisa tayari umeshakutana na mume wangu na umemwambia yote yanayoendelea. Sijataka tufikie mbali kiasi hicho, pengine ikaja ikatokea mume wangu akayajua hata ambayo alikuwa hastahili kuyajua. Ndio maana nimekuja, ninaomba unisamehe sana na tusahau yote yaliyopita, tugange yajayo. Kwa sababu unaona na mimi mtoto mdogo sana si ndio? Umeamua leo kunidhihirishia umwamba wako. Uliyofanya huko yote hujatosheka, kwa maana leo unifuatia hapa nyumbani kwangu. Unakuja kunizia haki si ndio? Hapana, Daisha. Mimi wala sijeja kuchezea akili yako. Isipokuwa nipo serious kabisa kwene ili. Ninaomba unisamehe na ufungue moyo wako kwa hiyo zile mbwembwe zote za kunitukana hapo, kunijazia nzi, mara unibebee TV, mara unizurulishe kama mweu, kilichokusibu kusibu cha mno, wala mpaka wanakuja wanajishusha hivyo ni. Najua kabisa kinachotugombanisha mimi na wewe, sosi kubwa ni hii pesa ya Mshua. Kwa moyo wangu mimi nimeamua kuisamea kabisa, na kama itatokea Mshua atakufuata na kukwambia anahitaji kunilipa pesa yangu, basi mwambie akae nayo tu, mimi nimesamea na sihitaji tena . Hmm, unamaanisha unachokiongea au unaongea tu ili unifurahishe? nina maanisha. Mm, ndiyo basi. Uh -huh. Vizuri. Kwa mara ya kwanza naona mtu leo anakataa pesa. Kwa hiyo sijari, mi nitaichukua kama una shida. Na mimi nina shida ko ninahitaji pesa muda wote. Kwa hiyo kama umeikataa fresh, ila angalizo. Sio siku uje usikie mimi nimechukua ile hela kwa mshua uanze kuniletea kimbembele chako. Ukiniletea tamaa isiye na kuharibia. Nilikuwa na uwezo kumwambia kila kitu mumeo. Ila nimekustai tu kwa sababu nakuchukulia kama mdogo wangu. Nashangaa tu unavonikosea adabu. Vile vitu mbavyo vilikuwa vidogo tu. Wala haikutakiwa kupaniki na kuanza kunitukana. Wala tusingefikia huko. Kwa hiyo, Jishikirie. Kama kwani umesema ile pesa uitaki, hata ukiisikia mi nimeipata, pia utulize mshono wako. So ndo vikunyemvue nyemvue, uje naitaka hela, da Aisha umechukua wakati mimi ndio nimeitumikia sitaki. Usipofanya hivyo, ukienda kinyume na hicho unachokiongea, aisee, namwaga mchele. Mumeo atajua na kila mtu atajua. So mumeo, tutatangaza kwa kila mtu. Daisha, mimi sijahitaji kabisa tufikie huko. Ndio maana nikawahi mapema kuja kukuta karazi, kwa sababu sitaki tufikie huko. Nisamee mdogo wangu, ambe Daisha, ombi lako lonipa nilifanyia kazi, nilionana na Mshua nikamfikishia ujumbe wako, ila sasa naisi mdogo wangu mgonga mwamba mshua akasema yeye hautomweza, yeye ni malaya wa kutupwa kwa kwahiyo swala la kuoa kwake halipo. Kwahiyo kwavile wewe umeona kakuchanganya kwa mapenzi yake, usife moyo, utakuwa unaenda anakuburudisha, mnafanya mapenzi, mnaenjoi afta hapo unaendelea na mishezako naye anaendelea na mambo yake, ila kuusala kuoa, akasema yeye ni malaya sana, hautomweza. Aisha, mimi kuhusu mshua kuwa malaya sijali. Wala ijalisha amepita na wanawake wangapi au amefanya mapenzi na wanawake wangapi. Yaani hata a amefanya mapenzi na wanawake wa dunia nzima, mimi hatasijali. Mi ninachojali ni yeye kunioa mimi, na nina imani akinioa mimi lazima nitamtuliza tu. Halafu kingine, Daisha, mimi nampenda sana Mshua, yaani nampenda, yaani nikisema nampenda na maanisha. Mi nataka tulielewe hilo. Eh, hey, kwa unajiamini hivyo. Kwa ninavyomjua mimi Mshua, Mshua malaya kweli tena ni malaya mbwa. Hakuna mwanamke ambaye hajampitia. Kila sample ya mwanamke yeye anaishi nayo. Hakuna sample ya mwanamke ambaye hajaipitia. Na hakuna aina ya mapenzi ambayo hajawahi kuyafanya. Mshua kwenye mapenzi kila sekta anaijua. Kila aina ya ufundi anao. Wewe kwa kipi haswa ambacho utamfanyia mpaka ikimpagawisha aseme, "Hey, naweka umalaa pembeni nitulie na Selini. Unajiamini hivyo, utamfanyia kitu gani? Au kuna staili mpya ya mapenzi umekuja nayo mpya? Da Aisha usiro ulijua ni sawa na usiku wa giza. Alafu nataka tu ulijue hili. Mimi na yule Mshua kama nikufanya, tushafanyana sana tena vya kutosha. Kwa hiyo kuhusu kutulia, wewe usijali, madhaifu yake nayajua yako wapi, na najua wapi pa kumkamatia ili aweze kutulia kwa hilo ni kuondoe shaka. Yaani ni kuondoe shaka kabisa kuhusu mshua kutulia. Kama nilivyotangulia kukwambia hapo awali. Mimi si mtojali wala haijalishi. Mshua amepita na wangapi, ametembea na wangapi. Ila kwangu akinioa tu, akajaribu kunioa. Wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Nina maufundi yangu mimi kama mimi. Na ukizingatia ule ufundi ulioniongezea wewe, kungu wangu. Kwa hilo najua hatochomoka na wala hawezi kuchomoka na unavyojua kila mwanamke ana kwa e, ufundi wake. Kwahiyo kwangu hapa nakupa asilimia mia. Mshu akajaribu kutia mguu kwangu tukafunga ndoa eh, hutoamini kama ndoa alikuwa malaya. Sasa kama yeye alivyojiroga akanionyesha ule ufundi wake, sasa nami ndo nataka sasa nimuonyeshe kuwa mimi ni nani. Yaani hapo ni bato tu bato. Kwa hiyo dada yangu, naomba tu ukamwambie anioe. Yani, aniowe kabisa. Nicho ndicho nachokuomba. Haya, mm -hmm, sawa nitajaribu, ngoja tuone. Hivi unataka kuniambia kabisa uko serious na wewe kuolewa na mshua? Ndiyo, niko serious kuolewa naye. Hivo unawezaje kukubali kuolewa na mwanaume mchafu kama yule? Mwanaume mshenzi yule hajawahi kutulia na mwanamke mmoja kila sketi inayopita mbele yake analuka nayo wewe unawezaje? Sikia dada yangu, nikwambie kitu, mimi mpaka nafikia hatua ya kutaka kuolewa na Mshua, basi nimeridhika na hizo hizo tabia zake za umalaya, na najua kuwa Mshua ni malaya, ananunua wanawake, hakuna sketi inayompita na kila kona ya mtaa ana mwanamke, lakini mimi nimekubaliana nalo hilo, na ndio maana nikafikia hatua ya kutaka kuolewa naye. Halafu kitu kingine dadangu, nikwambie sisi wanawake tunashindwa kuelewa kitu kimoja. Tunaamini ya kwamba wanaume waliotulia wanaume ni ni ni bora bora kuliko wanaume ambao hawajatulia kumbe ni kitu ambacho sicho. Ni bora mara kumi kuolewa na mwanaume ambaye unamjua tabia zake nje ndani kuliko kuolewa na mwanaume ambaye ameficha tabia zake, yani tabia anazificha nyuma ya mgongo wake. Sasa mimi kama mimi kuolewa na Mshua nimekubali kwa sababu Mshua anamjua tabia zake A to Z kwa hiyo kujua hizo tabia zake, najua wapi nitamkamatia na wapi nitamdhibitia. Unaweza ukaolewa na mwanaume mtulivu kwa muonekano wa nje, kumbe ndani ni moto wa kuotea mbali. Ndio maana kuna msemo unasemaga hivyo, uzuri wa mkakasi, ndani kipande cha mti. Ndio kama hao hao wanaume mnao waona wametulia na kuvutiwa nao wakawaoa, halafu baada ya kuwaweka ndani, ndio mtu anatoa makucha yake kama paka. Sasa bora yangu mimi niliyemchagua Mshua namjua tabia zake, kwa hiyo hawezi kunisumbua. Kwa hiyo kuhusu hilo dadangu, la kuolewa Mshua, mimi niko serious. Kwa roho hiyo na kwa moyo mmoja. Sawa, kama hayo ndo maamuzi yako, sawa, lakini mimi nilikuwa najaribu tu kukuonesha njia ambayo ni sahihi kwa upande wako. Yaani, wanawake wengine bana! Hivi unajua kuna muda nyinyi waga mnajitafutia matatizo yenyewe, alafu mwisho wa siku ndio mje mwanza kutulilia sisi huko nje. Baada ya hayo maamuzi yenu ya kijinga, sasa basi huyo mshua wako mimi ninamdai na ili kukuthibitishia kwamba ninamdai, utanipatia simu yako nikuandikie namba yangu ya WhatsApp. Mimi nitakutumia picha yangu, alafu ukienda kwake, uende ukamuoneshe na umuulize, je, huyu mtu anakudai, sio? Umekakaa hapa tu unajishaua, sijui nini, mwanaume bora, sijui yukoje, yukoje, una lolote tamani nilikuwa nakuja nyumbani kwako, ila nashukuru tulivyokutana hapa. Eti nasikia unafanya biashara ya kuuza wasichana ni kweli? We binti wewe, aliyekuambia mimi najihusisha na hizo biashara nina ehe? Kwani sili mtaani, kote wanajua kama unafanya biashara ya kuuza wasichana. Aya, hata kama najihusisha na hizo biashara za kuuza wasichana, we ulitaka nikusaidie nini? Mi nilikuwa nataka uniunganishe na mabwana Unaitwa nani? Naitwa Feti. Unatokea wapi? Natokea Chanika. Kwa hiyo wewe Feti umetoka huko ulipotoka kuja kunitafuta mimi, nije nikufanyishie biashara ya kuuza huo mwili wako? Unahisi biashara ya ngono ni sawa sawa na biashara ya kuuza membe sokoni eh? Kaa ukijua hii biashara, wewe hujipangii matumizi. Yule anayetoa pesa yake ndo atapanga akutumie vipi huo mwili wako, na kwa ninavyokuona wewe, bado ni binti mdogo sana utawezaje kuhimili hii mikiki mikiki ya mapenzi ya kulazimishwa maana hiyo tunaita ya kuforce. Utawezaje kuhimili, dada? Udogo wa mwili tu, ila kuna sekta ya mapenzi amna nisichokijua. Huyo mpangaji ana vituko. Wewe Feti, wewe usidhani hii biashara ya ngono ni sawa sawa na mapenzi ambayo mwezowa kuyafanya huko mitaani kwenu. Hapana. Mwanaume akitoa pesa yake akakununua atataka akutumie vile anavyotaka yeye, anaweza kaamua achomwe tundu hili ahamishie tundu hili, au wakati mwingine akataka wewe ucheze tu na maiki yake kwa kutumia hiko kimdomo chako mpaka mwisho wa tendo, ili mradi tu akukomoe wewe. Si umetaka pesa yake? bwana dada, mpaka nakuja hapa nimejiamini. Haya yote unaongea kwangu mimi sio mageni. Wee nipe tu connection, hayo mengine niachie mimi <laughs> Kwa hiyo Feti, unataka uniambie hapo ulipo, una uwezo wa kupiga miguu miwili, au unataka tu kunipa kesi, mi mwisho wa siku nije kufungwa, uniharibie biashara yangu? Dada, sio miguu miwili tu, hata puani hao wanaume watanistaajabu mimi. Nipe pete, huyu mmoja tu atakuja kukuadisia. Eh, hey, leo nimepatikana, nimekutana na mkubwa mwenzangu, na sio mkubwa tu, inawezekana nikaa kungu wako uo kama mwanafunzi wangu. Rudia hapa, karibu. Habari yako? Salama. Karibu. Nakuona umetulia. Nimetulia mwenyewe, na upepo huu waka, sina baya. Nimemkuta Mshua. Mshua hayupo, ila unavyoniona mimi hapa toka asubuhi na msubiri wewe Mshua, kwa sababu mi leo ni zamu yangu. Okay, labda wewe ni ndugu yake au ni rafiki yake. Samani, mbona umekuwa na maswali mengi hivyo kama askari? Nakuuliza si kwa ubaya, nakuuliza tu kwa sababu unataka kujua. Maana hapa ulipokaa ni kwa mume wangu, kwa hiyo nabudi kukuuliza kama nimekukuta, sijakuelewa ni muhimu nikakuuliza, nijue wewe ni nani kama ni mgeni wetu nikujue. Mshua mtu wangu, nimekuja hapa leo kuenjoy kula naye bata. Unavyoniona hapa nimekaa, ndo namsubiri, namsubiri. Hii dunia ati yu mimi, nimekuja hapa. Mshua ni bwana wangu, nimekuja kula la, nimekuja kula laifu. Hivi huh, unajisikia unachokiongea eh? Hivi unamjua vizuri Mshua eh? Sasa nikwambie kwa taarifa yako kama ulikuwa ujui. Mshua huyo naye jidai umekuja hapa kula upepo. Mshua ni malaya mbwa. Yaani malaya kama ule ulikuwa hujawahi kusikia malaya, ndio nakupasha sasa. Sasa nakushangaa umekuja hapa, umekuja kufanya <gulia> yani, kwa kweli. Labda kabla sijaendelea huko mbele nikuulize. Wewe hapo na malengo gani na Mshua? Au huyo Mshua wako na malengo gani na wewe? Mi Mshua na malengo naye kama mme wangu hapo baadaye anioe, tufunge ndoa. Na unavyoniona napenda kuwa mamjengo kama hivyo, mnavyokuja muwe mnanikuta kama umalaya, ndo nimempendea na huo umalaya wake. Na Mshua nampenda hatari sana, na kama wanaume waliotulia wapo wengi, nimewaona lakini, kama hajatulia nimeamua nimpende huyo huyo Mshua. Sasa sikia, nikupashe we, kama unataka kubiduliwabiduliwa kama unataka kutumika tumika, kugeuzwa geuzwa kama chapati tumika geuzwa Yaani vyovyote vile, lakini kaa ukijua kwa mshua hakuna chochote utakachokipata. Mimi hapo unavyoniona ni mke mtarajiwa wa mshua, huyo unayemsubiria hapo. Na kwa taarifa yako, nishamtuma mshenga da Aisha aje kumwambia mshua kama tuoane. Mimi na mshua, mshua tushakubaliana kila kitu, kwa hiyo ndoa na harusi vipo njiani vinakuja. Sasa wewe hapo kishanshuda, endelea kubiduliwa biduliwa Ugeuzwe geuzwe kama chapati, usubirie kuolewa kuolewa. Utakusikia kwa marafiki zako, nenda huko mtaani, kawambia ao vishanshuda wenzio, malaya wenzio ambao mnapitiwa na mshua kila siku, nenda ukawapashe habari, wambie hivi, mshua hivi karibuni anafunga ndoa na mimi. Leo nimeenda kwa mshua, bahati mbaya sijamkuta, nimekutana na mke wake mtarajiwa, mke wake mtarajiwa muhaya, muhaya oji, waambie hivyo ninavyokupasha sasa siku nyingine nikuona kuatua mbariga zako huko unazileta hapa, siku nikakukuta hapa nitakuonyesha, kabla sijachafukwa na kabla sijakuvurugavuruga vuruga, kufinyanga finyanga. Toka! Sitoki. Dada, naomba nyanyua kwato zako. Toka! Sitoki. Mara ya tatu unatoka, utoki? Si toki.